Mpenzi subscriber, natumai mahali popote ulipo, mimi niko mzima, isipokuwa tu kiasi matatizo ya figo yanisumbua, lakini yote tisa nasema alhamdulillah, ala kulli hal, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpenzi subscriber, mengi yameendelea duniani kote lakini sitaki niguse yote, nataka niguse chache tu kwa mukhtasar, kwa sababu afya kidogo inanisumbua inanitatiza. Um, leo mweza kuniona ama kesho mwezi kuniona mara moja moja, hiyo ndio hali ya afya. Mpenzi subscriber, um, nilish, nilishawaambia. Kama mjuavyo Marekani na Muisraeli ama Myahudi ni kitu moja. Myahudi ni Marekani na Marekani ni Myahudi. Mnielewa? Marekani ni Myahudi na Myahudi ni Marekani. Hata iwajiweje lolote vile. Ukiwa wewe ni mrafiki ama rafiki ama una uhusiano ya kibiashara na urafiki na Marekani, ujue ya kwamba wakati Marekani atakupiga wewe, kwa sababu wewe ni rafiki wa Marekani, basi Marekani itakuacha wewe imsaidie Myahudi kukukomoa, kukupiga, kukuchapa, kukupiga kukugota umenielewa. Kama vile Katar alivyofanywa. Katar eh, inahifadhi kambi kubwa kubwa ulimwenguni, mara ya pili baada ya Marekani, kambi ya jeshi la Marekani. Na kwa hiyo kambi ina vifaa mbalimbali ambao kwamba imewekwa kambi hiyo, kazi yake ni kulinda Katar na nchi na ufalme za Kiarabu, falme za Kiarabu kama UAE, Dubai, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait na nchi zingine, kutokana na tishio lolote la uvamizi dhidi ya hizo nchi. Kwa hivyo Marekani imeweka vifaa maalum ya kulinda anga, ya kulinda Uh, ardhi na ya kulinda bahari. Kwa hivyo vifaa ama shambulizi lolote lile ambao kwamba litakuja Marekani wataijua na wataweza kuidingua. Lakini Israeli ilipopiga mkatari, Marekani alijua. Na Israeli amesema kwamba kabla ya kumpiga mkatari, walimfahamisha Marekani. Kwa hivyo kupigwa kwake mkatari na Muisraeli, Marekani ilikuwa imeshajua na Marekani tayari ilikuwa imeshazima uwezo wa vifaa vya kudungua eh, vilivyoko kule Qatar, unajua eh? <clears throat> Qatar ina vifaa vya kuzuia mashambulizi kutoka anga ama makombora yote, lakini makosa ambayo kwamba mkatari alifanya maarabu alifanya hivyo, vifaa walivinunua kutoka Marekani na Marekani inaweza kakuuzia kitu lakini kwa hiyo kitu kuna usiri ndani yake eh. Kwa mfano silaha, Marekani wanajua nchi za kiarabu wana ile uhusiano mbaya na Mwisraeli, kwa hivyo wamejihami kutokana na Mwisraeli. Kwa hivyo Marekani amewauzia mwaarabu ama mamuzia nchi za Kiarabu vifaa ambao kwamba kuna vidukizi ndani ya hizo vifaa, kuna njia ambao kwamba Marekani wanaweza kuizima ili kuzuia hizo kombora zisimpige Mwisraeli ama kuifanya hizo vifaa vyao viwe mkebe viwe <laughs> viwe bure kabisa, viwe havina kazi, viwe scrap. Umenielewa? Sasa ndo mimi nawambia Mkatara um, alipopigwa na Mwisraeli, marekani ilikuwa imeshajua. Kwa hivyo, Marekani ilichukua hatua ya kuizima vifaa na kuifanya zisifanye kazi pindi mashambulizi ya Israeli takapo tendeka na hivyo ndivyo yalifanyika ama yamefanywa. Kwa hivyo saa hizi nchi za Kiarabu, tangu Mkatari apigwe, ijapokuwa Marekani wamejaribu kuomba msamaha, Mwisraeli ameomba msamaha kilichotendeka, lakini saa hizi wameshajua. Waswahili wanasema, ukimwona mwenzako yanyolewa, chako kitie maji. Nchi zote za Kiarabu zile zinahusiana na Marekani na Israeli na nini na nini na Saudia, wakati Iran ilikuwa ikirusha makombora yake, baadhi ya nchi kama Jordan, nchi kama Saudia eh, ziliweza kuidungua makombora ya Iran. zisifike wapi? Zisifike Israel. Menielewa? <laughs> walimsaidia Muisraeli kuidungua makombora ya Muirani wakati Muirani alikuwa kipikwa lakini sasa mwisraeli alipoanza alipompiga mkatar. <laughs> Ndio arabu ameona eh, kumbe sisi twanyolewa vile alivyomnyolewa mwirani. <laughs> <laughs> Mmenielewa? Sasa mwisraeli ni Marekani na Marekani ni mwisraeli ama myahudi. Sasa kuna kisa ambao kwamba mu Israel ama Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amembeonya inchi ya alionya inchi ya China, akasema China ama China inafanya nini, inaweka utovu wa usalama iwe mbaya kabisa katika sehemu ya Asia, hmm? yeah? unajua kuna mzozo kati ya Philippines nchi ya Filipino na China kuhusiana na kisiwa fulani. Sasa hiyo kisiwa Marekani inaimezea mate. Kumekuwa mvutano kati ya Marekani na Filipino na China kuhusiana na kisiwa. Sasa Mwisraeli ama Benjamin Netanyahu alisema kwamba China ina uchokozi mkubwa sana inafanya eneo hilo liwe na utovu wa usalama na wakicheza, Israeli inaweza kuitandika China chinachina. <laughs> <laughs> Akamwambia, wewe funga fiata, kupitia, kupitia msemaji wa serikali wa eh, China akamwambia aka akamwambia mu Israeli fyata mdomo wako kwanza, ni mtoto mdogo sana eh? Eh? China haipambani na viji vi, nchi vidogo vidogo kama hivi, vinapambana na Marekani <laughs> kwa hivyo we utoshi mboga eh? wale utoshi kachumbari tutakufyata, <laughs> tutakukomoa China ikamwambia, ikamwambia wakati China walikuwa wanasherekelea eh, sherehe ya ushindi yani inaitwa victory parade. China walikuwa wanasherekelea victory parade ya kila mwaka, lakini mwaka huu walipofanya hiyo parade yao hiyo gwaride eh, gwaride la, la ushindi ya vita vikuu vya dunia dhidi ya Japan katika hiyo gwaride ya kijeshi kulikuwa na silaha mbalimbali mpya ambayo kwamba China ilikuwa imeazindua rasmi, vifaa ambayo kwamba havijawahi kuonekana duniani na haijawahi kutumika, vifaa vya kupinga ama vifaa vya kijeshi hmm? chombo ambao kwamba ama, ninaitwaje, ile kombora moja ambao kwamba China ilizindua ambayo kwamba imeyoshtua Marekani na ulimwengu mzima, ndio huyu msemaji akamwambia, unakumbuka tulikuwa na gwaride He. na gwaride tulizundua He. tulizundua silaha moja kombora moja inaitwa intercontinental intercontinental 61. ballistic missile na hiyo kombora hajawahi kuonekana duniani. Hiyo kombora ina uwezo wa kubeba silaha ya nuklia na ikabeba silaha nyingine kwa eh? inaitwa nitrogen yani in, hiyo si, huyo msemaji amesema kama hiyo silaha inaweza kutoka ikazunguka dunia nzima eh? kwa ile speed kwa mwendo wa kasi zaidi inaweza kupiga kontinenti zote kwa mara moja, na imebeba hiyo hiyo silaha moja, imebeba vilipuzi sitini na moja ambayo kwamba ni hatari. Moja ya hizo vilipuzi inaitwa nitrogen, imebeba nuclear, ni na imebeba nitrogen. Kwa hivyo silaha moja imebeba eh, vifaa sitini na moja eh, na kati ya hizo sitini na moja, moja ni nitrogen hatari hatari hatari. Akasema hii inaweza ikapiga nchi yoyote sehemu yoyote duniani. Nitrogen haijawahi kuonekana Nitrogen ni mvuke mvuke mvuke, penzi subscriber, unaona, kabla hujafika kwa moto unasikia tu mvuke nitrogen, eh? Hakuna nchi duniani ambao kwamba imetengeza hiyo silaha isipokuwa ni China peke yake na haijaitumia, ilizunduliwa katika hiyo gwaride ya kijeshi ya ushindi. Kwa hivyo, Mchina akamwambia, sisi atubishane na nyinyi vidogo vidogo, nyinyi vinyangalika, sisi tuabishana na Marekani. <laughs> Fyata mdomo wako wewe. <laughs> Mchina sisi ni hatari, sisi hatutaki kupigana, sisi ni watu wa amani sisi ni watu amani. Sisi ni watu watulivu. Sisi ni, watu, ni nchi ambayo kwamba inapenda kusaidia watu lakini unapotuchokoza eh? Ndio mtajua kuku ilipoanza kumea manyoa <laughs> Waziri Mkuu wa Israeli amefunga mdomo kabisa, hmm? <laughs> Sisi tunakusambaratisha nchi ikituchezea, tunaweza kuitoa katika map ya dunia. Unasikia vile alimwambia huyo? Mchana eh, huyo ukichezea eh, moja tu ya hiyo kombora inaweza ikasababisha ika, ika, ika, kupotezwa katika hiyo nchi katika dunia. <laughs> Simchezo. Please subscribe mimi ni The One Man Army. Okay? Thank you so much.